Assalamu alaikum na rahmatullahi wa barakatuhu. Ndugu mfatiliaji na mtazamaji wa Lecture Online TV riski na afungulie riski zaidi na zaidi, na elimu kwa ujumla kadhalika. Tuendelea ndugu mtazamaji, leo tutajifunza kitu muhimu sana katika Qur'an, lakini kabla ya hayo tuseme hivi, tuna programu ambayo itakayoanza tarehe moja mwezi wa 4, 2025, programu ya lugha ya Kiarabu, kujifunza lugha ya Kiarabu kwa wale ambao wapenzi wa kujifunza lugha ya Kiarabu wanatamani waweze kujua Kiarabu, waweze kuweza kusoma neno la Kiarabu, basi jiunge na programu hii ambayo ni gharama yake shilingi 6000 tu, kwa mwezi unalipia mwezi mzima, unajifunza vitu bwelele vitu vingi sana, tena sana. Tuma ujumbe wako kujifunza Qur'an kwa namba st, utapata taratibu kamili kwa wakati wako. Vizuri sana pia, na kule ambaye anapenda kujifunza Qur'an, tutafuta kwa namba hiyo, ama kata siri yako mbona iona uweze kujifunza Qur'an time yoyote unayotaka twende, hata point yetu msingi ambayo tumekusudia leo hii, utakuwa nami mwalimu Ibrahim mara ya kwanza mwanzo mpaka mwisho asanteni sana tena sana. Ni mimi Mwalimu Ibrahim Aroa, tujifunza namna ya kutamka neno la Mwenyezi Mungu asma nini? Allah, ndio mada yetu ya leo, neno Allah la Mwenyezi Mungu na hali mbili katika kulitamka. Tuna hali ambayo inatamka kwa uzito kwa kulijaza Allahu Allah la Allah, Allah, na kuna hali ambayo unaweza kutamka lahu kwa wepesi la lahu lahu. Ni wakati gani unaweza kutamka kwa uzito na wakati gani unaweza kutamka kwa uzito, kwa wepesi Wakati ambao tapoitamka Mwenyezi Mungu kwa uzito ni huu, ikija neno la Mwenyezi Mungu katika aya ya Qur'ani, alafu neno la nyuma yake limeishiwa na dhamma au limeishiwa na fatha au limeishiwa na sakna, lakini nyuma ya sakna kukawa na nini? Dhamma, mfano qalu allahumma, au limeishiwa na sakna alafu nyuma yake kukawa na nini? Na fatha, mfano qala allahu sawa

ibadullah wala usiseme ibadullah, utafanya makosa kwa sababu ibadu dal imeshanadama limekuja neno la Mwenyezi Mungu, na kanuni nasema hivi, inabidi neno la Mwenyezi Mungu usipate hali ya uzito. Ibadullah yufajjina tafjira, sawa. Katika hali ya pesi, yaani tarqiq, katika hali ya pesi utatamka neno la Mwenyezi Mungu la. Ni wakati gani utaitamka? Wakati huu, ikiwa neno la nyuma la neno la Mwenyezi Mungu limekuja taaya herufi ya nyuma yake neno la nyuma limeishiwa na herufi yenye nini? Kasra yenye kasra au limeishiwa na tanwin, sawa. So, limeishiwa na nini? Na tanwin. Basi a Mwenyezi Mungu tutalifanyia nini? Hali ya wepesi au limeishiwa na sakna, kisha herufi ya nyuma yake ikawa na nini? Na kasra, utasoma hivi. Mfano ambayo limeishiwa na kasra mwisho, Insan tutaangalia aya ya 9

Nikasema au imeishiwa, neno la mnyuma yake limeishiwa na tanwini. Mfano katika sura Al-Ikhlas katika aya ya kwanza, un huwa llahu ahad, ina tanwini afu kuja Mwenyezi Mungu, Allahu, Allahu. ukiunganisha utasema hivi un huwa llahu ahadun illahu samad, mfano kama hivyo. Sina la ziada niweze kutakia kujifunzaji mwema. Kama utakuwa hujaelewa, utafuta namba 0795 766 703 uweze kujifundisha namna kutamka Mwenyezi Mungu inapokuja katika aya ya Qur'an. Nikumbushe programa ya Arabic itaanza soon, baada tu ya Ramadhani, tarehe moja mwezi wa nne, usajili wetu utafungwa tarehe 31. Na hii fursa hii ni gharama chache sana yenye, yani, elimu kubwa. Nikutakie usikivu mwema, utazamaji mwema. Tuendelee kufuatilia vipindi vyetu, maasalama.